assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh awali yoyote <coughs> tumshukuru allah subhanahu wa taala allah ambaye ametujaalia afya na uzima kukutana tena katika kipindi chetu hiki cha kalamu kwa ajili ya kuelekezana na kufundishana masuala mbalimbali mbali ya dini yetu ya kiislamu leo tutajikita katika swala moja swala nyeti swala muhimu ambalo ndilo linalofanya kuelekea kwenye ibada zetu za swala zikaswihi. Ibada ya swala inahitaji udhu, inahitaji udhu uliokamilika, udhu uliokamilika. Ili udhu ukamilike kuna kitu Mtume wetu Muhammad sallallahu alehi wasalama amesema, innama lamalu binniyati, matendo yote ya kidini ya Kiislamu yanazingatiwa nia. Nia yako ni nini? Nia yangu nataka nitawadhe, nikaswali. Nia yako ni nini? Nia yangu nataka kuingia kwenye swala. Nako kuna nia. Nia yako ni nini? Nia nataka kufunga Ramadhani. Hizi zote hizi zinahitaji nia. Ibada ya hija inahitaji nia. E, ibada ya saumu inahitaji nia. Kila ibada ambayo unataka kuifanya inahitaji nia. Tunaanza na ibada yetu ya swala. Haikamiliki swala ila kwa udhu. Udhu unahitaji nia kwa maelekezo ya Mtume Muhammad alivyosema, innama al-a'malu binniyat. Na ukisoma elimu yetu ya sheria ya fiqhi inaelekeza katika nia. Nia inaanzia pale unapotaka kuanza kutia udhu. Mfano, tunatia udhu maji umeweka mkononi kwanza, umefungua bomba, ama unakata, ama una chombo chochote ambacho na cha kumiminia maji, unatumiaje kile chombo? Tuchukulia kwenye bomba, umelifungua bomba lako, unataka kuingia kwenye kutawadha, cha kufanya cha kwanza, yale maji kwanza utanawa mikono mara tatu huku kunao mkono mara tatu, huku ni suna e, huu ni suna, sio faradhi wala sio nia. Inaanzia hapo, huku unanawa kusafisha mikono ili uende kwenye eneo sahihi. Baada ya kunao mkono na kusukutua na kupandisha maji puani, hayo yote ni suna. Tunakwenda katika eneo tunalolitaka ili liwe sahihi katika udhu wetu, sehemu yetu ni pale unaposhika maji ya kuyapeleka usoni. Maji ya kuyapeleka usoni iwe kwa mkono mmoja ama kwa mikono yote miwili. Yale maji unapoyapeleka usoni na yakaenda yakagusa uso wako, yani mkono uliokuwa na maji na, na, na uso vigusane, vinapogusana katika uso ndiyo pale unaposema nawaitu taharata lisalati au nawaitu fardhu lwudui au au au ziko nia nyingi, lakini cha msingi ni yale maji ya kwanza unaopeleka katika uso wako yaambatane na tamko la nia. Maji ya kwanza, Waislamu tuelewane vizuri, tunawasaidia kwa ajili ya ibada zetu. Maji ya kwanza unaopeleka kwenye uso, maji yale yamegusana na uso pamoja na mikono pale ndio unapotia nia ya udhu, nawaitu tahara talisalat. Ukifanya hivyo hata kama hukutia, hukutia nia tena maeneo mengine, eneo hilo lina kava ibada yako ya, ya udhu yote kukamilika. Na wengi hawafanyi hivyo, mtu anatia nia eh, tofauti na hivyo. Ukiweka nia tofauti na hivyo, udhu wako hautokamata. Ili udhu ukamate, unatakiwa kwenye kiungo cha faradhi ambacho ni uso uweke nia yako pale. Endapo utakuwa umesahau umetawadha usoni, umekwenda mkono wa kulia wa kushoto eh, mpaka imefika eneo labda la mguu wa kulia, ndio nakumbuka, ah sikutia nia pale juu. Na, natakiwa kufanyaje? Maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, bismillahi awwalihi wa akhirihi ili neno lazima ulilete kwamba bismillah awwalihi wa bismillahi awwalihi wa akhirihi na waitu tahara tali salati. Ili kuanzia pale mwanzo ulipoanza mpaka unapokwenda kuishilia, itakuwa ni imepatikana ime, ime, ime, ime, ime ime vizuri, na udhu wako utakwenda kuswihi. Lakini kingine ni wakumbushe, ili tumalize katika kipengele hiki, tuende kwenye kipengele kingine. Udhu wenyewe wakati unatia udhu ili kiungo kionekane umetia mara tatu au kimekamilika maji, afu iwe mara ya, tatu, na mara ya na mara ya kwanza na ya pili na ya tatu, ili kiungo kiwe kime, kimeoshwa kime sahihi, basi hakikisha kiungo chako kwanza. Sio kupitisha maji mara tatu. Hizo sahihi. Sio kupitisha maji mara tatu, kinachotakiwa ni kiungo kwanza kipate maji, kienee, maji yaingie kwenye, kwenye kiungo, haijalishi umeishe mara ya kwanza ya pili ya tatu ya nne, labda mara ya tano ndo kinapata maji, hiyo itakuwa namba moja. Hiyo ndio inakuwa namba moja, kisha utapitisha ya pili, utapitisha ya tatu, ndio inahesabika hivyo. Lakini unashika maji, ah, maji hayakuenea, hayakupita haya kwenye vimelea vya, vya nywele, haiwezi kuwa ni namba moja hiyo lazima uhakikishe kwa kwamba e, yani maji haya nilivyonawa, hii namba moja imekamilika, ima umenawa mara mbili, mara tatu, mara nne, ndio kiungo kime kime jalia. Mfano mtu anatoka shamba e, kakauka, ana yani mwili wake hauna mafuta hivi, upitishaji wa maji ile mara moja, huyu mtu atakuwa maji ataingia ata kwenye mwili wake hayawezi kuingia kwenye mwili wake. Kwa hiyo kinachotakiwa ni nini? Kwanza kuhakikisha ile mara tatu tunasema E, kuosha kiungo mara tatu. Mara ya kwanza ile ni fardhi, mara ya pili ni suna na mara ya tatu ni suna, ili zile suna zipatikane na ili ile moja ikamilike. Kwanza tuhakiki kiungo hiki kimeingia maji sawasawa. sawa, kisha ndo tuende kwenye namba moja n na namba mbili na namba, na namba tatu. Hili nimependa nilisema katika e, mawaidha yetu haya ya leo ya fiqh ama ya ibada yetu ya udhu, ni kila Muislamu na namwomba na mwislamu atufuatilie hili ili aweze kujifunza katika, ambayo, katika haya ambayo anaweza akamsaidia ibada yake ikawa ni sahihi. Usipo uh, ukafanya kinyume na hivi, hakika kabisa utakuwa na udhu na swala yako haitokwenda kuswihi. Kwanza udhu uswihi, ndio ibada ya swala iende kuangaliwa siku ya Kiama. Aa uh, tutakwenda kuhesabiwa kimoja kimoja kimoja. Sasa utaenda kuhesabiwa kimoja kimoja, udhu wenyewe umeshaharibika, swala itaingiwa vipi? swa uh, kwanza udhu kamilike, kisha ndio swala ienze kwenda kuangaliwa. Niwaombe Waislam uh, wafuatilia sana eh chaneli yetu hii ya Kalam kwa ajili ya kujifunza mambo haya. Mtu anaweza kaanzia usoni moja kwa moja, ilmradi ile nia hiyo imekamata pale kwenye uso na akamalizia viungo vingine, na kwenye swala swala so yake itakuwa imeswi, bila ya kuanza kuosha mikono kusukutua nini. Inawezekana labda una maji chombo chako kina maji machache, kile chombo kina maji machache, huwezi kuanzia maji ya kutawadha ya kunawa mikono, usukutue, upandishe maji puani, maji yataisha ta, ya kwa hiyo unaangalia, una viungo vya, vya fardhu ni vipi. Kiungo cha fardhu cha kwanza kabisa ni uso, cha pili mikono miwili cha tatu miguu. E, ni kupangusa maji uso kichwani. Kichwani inawezekana kwenye nywele au kwenye ugozi e, katika sehemu ya kichwa, na mwisho kabisa ni katika miguu. Na miguu wengi wetu tunakwenda ku, ku, ku, ku, kunawa ama kutawadha, kuna shuquqi shuquqi hima inaitwa shuquqi, imi pasuka ya nyuma huko kwenye mguu, wengi hawanawi E, wengi pale hawapitishi maji na maji yanatirika hayaingii kwenye ule mguu. Ni jambo ambalo la msingi sana katika, katika kulijua hilo, ili watu weze udhu wetu uweze wetu, wetu, kusui wetu, wetu, wetu, wetu, wetu, wetu. Usoni ni sehemu ya kuanzia ili udhu ukamilike. Ni sehemu ya kwanza ki, ya, ya fardhi ni uso, kisha wende mkono wa kulia wa kushoto, maji kichwani na mguu wa kulia na mguu wa kushoto, utakuwa umekamilisha udhu wako, lakini kwa utaratibu ule ule wa kunawa. Utaratibu ule ule mwanzo uko nao, ndio unatakiwa ufatishwe, asije akakwepesha akanao tofauti. Sehemu ya kwanza ya e, e, kutia udhu nia ni usoni. Nia ndio tunachozungumzia kwenye darasa letu ni nia. Nia inakuwa wapi? Nia ni usoni. Maji yako umeshika, unaweka usoni hapa. Unapoweka usoni, ndio unasema na waitu tahara ta salati, na waitu tahara ta salati, kwa kutia nia. Sehemu ya kwanza ya pili ni kuosha mikono E, wa kulia uenee maji wote. Watatu ni mkono wa kushoto uenee maji wote. Na nne ni kupaka maji kichwani ama kwenye nywele ama kwenye ugozi. Na ya, ya, ya, ya, ya nini, ya tano ni kuosha mguu wa kulia, na ya sita ni kuosha mguu wa kushoto. Udhu wako utakuwa umekamilika, e, hauna mashaka ya aina yoyote.